Juu ya kuwa hai baba yako, lakini hayuko kwenye hali ya kawaida. Baba yako ni nusu mtu nusu shetani, hivyo kwa wakati huu usiombe hata kukutana naye. kwa mjomba, mm, mbona kama sielewi Inakuaja hii kwa, itakuwa ni ngumu kunana naye jomba. Sidhani kama mama yako kwenye kukulea ya kwako alikutesa alikunyanyasa. Amekulea vizuri tu mpaka umri huo uliofikia, na pia mpaka uliridhiana na majibu yake kukuambia amefariki, na wewe ukaamini. Nikiashiria tosha, mama yako amekulea vizuri. Sasa hebu ridhika na hayo kwanza, ya kufahamu tu kwamba baba yako ni mzima. Mambo mengine utayafahamu kwa baadaye. Kwa wakati huu, acha tupambanie mama yako kwanza kurudi katika hali yake ya kawaida, alafu hayo mengine yatajiri. Sawa? Yeah. Je, una lingine Amna.

ana majibu ya shombo amenikera. Aha, mimi nilikwenda polini kwa ajili ya kutafuta dawa, kwa maana nina mgonjwa, na dawa zenyewe ni hizi kama ambavyo unaziona. mm -hmm. Niambie. Sawa, nilikuja tuzungumze tena, nimewahi kabla hata ya muda. Kwa hiyo tunaenda nyumbani au tunaongea hapa? Mimi nafikiri tuzungumzie hapa hapa, tusipoteze wakati. Unajua mimi mpaka sasa hivi umri unakwenda miaka inakatika. Nikaona kwa kuwa wewe ni mzuri, mrefu, tumeendana. Kama wale ambao wameimba tumeendana. Nikakuchagua wewe. Nahitaji kukuoa. Jamani, Mzee Manembo. Hasa kama ndio hivyo, si bora tungezungumza pale pale nyumbani. Kulikuwa kuna haja gani ya kumsumbua mi kufika paka huko? Mimi nimekubali. Alafu niseme tu nakupenda. Kwa sababu nafasi hii naisikia kila msichana anatamani kuipata, kwa sababu wewe ni mwanaume smart sana, yaani ni mstaarabu, mtu ana shati, una heshima. Mimi sioni sababu yote ya kukataa kuolewa na wewe. Mganga, mi nimekuja tu hapa haraka haraka, nilikuwa nikua na ombi kwako. Mke wangu nyumbani amesema anahitaji nimlete hapa ili ajue sehemu nayotibiwa mimi, na ukizingatia tayari nimeshamwambia kwa kwamba nimeshapata tiba kwao. Alikuwa anahitaji aje alete pongezi hapa, kama zawadi chochote kile. Sasa naogopa asije kujua ukweli kuhusiana na sharti ulionipatia, maana sharti nilimwambia ni tofauti na wewe ulivyoniambia. Kwao nilikuwa naomba usimwambie chochote kuhusiana na hicho, ila ndio tatizo letu sisi wanadamu, tunafanya vitu bila kuwashirikisha watu wetu wa karibu. Kwa hiyo nataka mimi simwambie ukweli. Na je, siku akija kujua? Unataka aseme mimi ni mganga wa uongo? Basi hata mimi nimekupenda sana. Nitakuoa. Karibu nyumbani kwangu muda wote. Kwa hiyo nikikukumbuka au nikikumisi, nije tu pale nyumbani kwako nitakukuta. Swala la kunikumbuka la kuja nyumbani wewe ruhusa na yeyote atakayekuuliza kuuliza nyumbani, waambie mimi ni mke mwenzenu mke wa mzee Manembo. Jamani, Asante sana. Mimi ngoja nije nyumbani sawa. Hapana mganga, sina maana hiyo, na kuomba unisaidie kwa hilo Nakuomba sana, ndoa yangu ipo hati hati, sitaki ivunjike. Kwa hiyo, nilikuwa naomba unisaidie kwa hilo, sina sina cha kufanya na, ni nilikuwa naomba tu mganga, tafadhali, nakuomba usimwambie ukweli wote. Hiyo ni juu yangu mimi kumwambia au kutokumwambia. Naomba unyanyuke hapo, urudi nyumbani kwako, alafu mimi nitajua nini cha kufanya. Mama, tumerudi tena kwako. Yale maneno aliotuambia siku ile, tumekaa tumetafakari, mdogo wangu amekubali wa kuicheza hiyo ngoma. Kwa hiyo nimemleta hapa kwako ili umkabidhi uchawi, matatizo yaishe kwenye familia yetu, maana tumechoka kikweli. Kama amekubali kuwa mchawi, mimi nitamfundisha, ila kwa sharti moja Wewe uondoke, huyu abaki. Kwani hayo mafundisho mimi siruhusiwi kuhusika? Labda nikabaki naye? Wewe huruhusiwi, kwa sababu hayakuhusu. Sawa basi. Sawa mama, nimekuelewa. Kuna lingine labda? Lingine lipo, nataka nguo nyekundu, nguo nyeusi na nyeupe. Mi nimekuelewa. Basi acha niende nikazitafute hizo nguo kisha nitakuletea. Basi sawa mama, naomba tukaongea pembeni kidogo. Mdogo wangu, nadhani umesikia alichokiongea mama pale. Acha mimi niende nikamletea alichokitaka. Wewe baki kama alivyosema, nitarudi haraka kuja kukuona sawa. Dada, haina shida. Sawa, ubaki salama na Mzee kijana mwenye hekima, akili na adabu, akizeeka huyo wanamwita mzee wa eh? <laughs> mzee wa busara. Lakini kijana mpumbafu asiyekuwa na akili, huyo akizeeka, nitakiwa itwe nani? Mzee wa ovyo eh? <laughs> Ninakujua memena, we wewe ni binti msomi sana, tena mlipenda elimu ukasahau mila na tamaduni za kwenu, na ndiyo maana leo umepata unachostahili. Napoa, changamka. Hii sio mara ya kwanza, ni mara ya pili, na kurudia tena tamwambia mganga, kwa sababu unavunja masharti. Sawa chawa mganga cha yenyewe mama huyu mara mwisho kumwona nilimsoma zamani, kweli kwenye vitabu vya historia. Hawa sindo sindo sropas yao, eh, ukuwaje mwanadamu akali, alikuwa akawa akawa akawa kakamilika kutoka kwenye usoko mpaka ubinadamu. Hii ni fursa. Hii acha nimuite Raji <laughs> Raji <laughs>

kukutana na kaka baby, akili liruka, nkamwita hey, kwenye daladala tegetakawe hey. Da, kajikutana mkujeza nikajikomoja karibu taropoka. I love you, I need you, I love you baby, kanipagawisha kanidatisha, kakaanza kucheka kakajibu kwa pressure. Haya, karibu hivi kipipi. Kwani unapenda kujichosha? Na mwisho wa siku unakuja kuzaa mtoto amechoka, maskini ya Mungu Wala mwalimu wangu Blisi, mwanzo nilikuwa nimepumzika zangu, sina hata ile na lile nikamsikia, mwanangu ananiamsha, mama, mimi nimemisi mapiano. Nikamwambia mwanangu, leo nimechoka, sitaki hata kaika. Mama kidogo tu, nikasimaka nimlizishe mzako, mna pendea kumsikiza mwanangu, ndio nikanyanyuka hapa. Ninarudi kama unavyoniona. Kipipe, unapenda kujiendekeza, hebu acha kumpa huyo mtoto ikaika. Haya, ulikuwa na nywele nzuri, mashallah. Haya, kilichokufanya unywe kitu gani? Utasema mimba, shoga yangu. Mwembo alinitibua. Kunitibua nikasema nini nikamkata nywele zote. Si akatibuka naye akasema nitakuonyesha. Namjua yule. Nikimpa nimempa. Nikasema wewe utakuja kunikuangua kwa kipara kabisa. Nikasema aka nikaenda zangu kwa nani? Kwa stranger pale. Aka nipiga mkasi wangu. Levu nimerudi. Maana yule angenikatua kama hata kulima mindi na singenyoa shoga yangu. Eh. Tuache hayo sio kilichonileta hicho. Unajua, Kipipi, nakuchukulia wewe ndo rafiki yangu, ndo ndugu yangu hapa kijijini. Kipipi, mi siko sawa. Yaani kuna vitu vinanisumbua na kosa la hata ya kuwa pale ndani. Unajua kuna muda siingi mpaka darasani. Leo siku ya tatu. Sijafanya kipindi. Nililala nikawa ninaota nafundisha. Wakati nimeshtuka nikasikia mlango unagongwa. Naenda kufungua nakuta Bibi Yasmin. Yule yule ambaye nimemuota kwenye ndoto. Analeta daftari nimsaishie. Nikafunga mlango nikimaanisha kwamba sikuwa nataka kumsaishia. Narudi ndani na mkuta ndani tena bi Yasmini. Kilichotokea hapo sijui, ni giza sijui, ni kimvuli. Yani levu niko nyumbani kwake, vipi? mbona atokei Kwambankaapaa, msubiri, ana kazi zake mundani au niingie? Unaweza kuingia na stoki eh? Nikakitulize jicho legelege lako <laughs> linadondoka eh? Karibu. Asante. Ah, mganga kama ulivyoniambia niambia kwamba niende nitarudi hasa eh? Nami mefanya wangu wangu, nimeacha pilika zangu zile ndogo ndogo za hovyo hovyo, nikamwanije kwako nikusikilize, mganga wangu. Haya, tawili kuna kazi namalizia, subiri tiba, sawa? <laughs> Kwa hiyo tiba tisangapi? Ilo niachie mimi weni subiri. Hapa nilijua tu huyu mganga kanielewa, haiwezekani anaza kuniambia mara subili. Akona kona zimekuwa nyingi hasa. Mimi bua katuliza komwe. Huyu mtoto namngoa huyu. Walai unamng'oa? Acha nitulize komwe, tulie hivi hivi Mweva nyaunyau nyau nyau nyau nyao mweva nzonzonzo nzonzonzo mweva nyaunyau nyau nyau nyau nya. Tena kinguvu akanambia, ingia ndani tu ndo ukale chakula. na nimefika pale, nimewekewa chakula, nimeambiwa kula wewe. Wewe ukala kabisa, hata uoga? Sasa kivipi? fanya kama unaona mimi, ningefanyaje? Nimekula na sijui nimekula vitu gani. Tokea hapo mimi sina amani, ninavyokwambia, naogopa takuwa mwenyewe kipipi ile unakumbuka nilikwambia, Grace, nilikwambia Bi Yasmini ni mtu ambaye anaogopeka, mkulanga mzima namjua mwenzako. Mimi kwetu kule kuna matambiko, sisi watu kwa kutokana na mitama, njegele, njuguma, wao wanakuja kwetu, wanatambika. Yani sisi kwetu kwa kama kuna chimbuko, mwenzako, kwa nilikuwa nakwambia hapa ya yalikopona yaona kabisa ya kumbe, maskini Mungu, mimi kumbe mimi kesho nisikane, kamtabili mimi nilio kutabia ndio yale yale ametokea. Grace wangu, jamani, pole, udugu wangu sawa. Mimi nilichowaza, nimekuja nime kuambia kwamba ngoja kwanza nirudi mjini nika refresh. Nikiwa sawa nitarudi. Nichukue likizo wiki moja tu nikapumzike. Haya, wewe urudi mjini kufanya nini? Mi naimani kabisa mpaka umetoka kwako kuja kwangu, umejua kabisa mimi naweza kulitatua jambo lako Grace, hamna kurudi mjini. Mimi udugu wako nitakupambania, sijui unanielewa? Haurudi mjini hapa, mimi na mganga wangu fundi hatari, mtoto mdogo ila mambo yake mazito. Mkulanga mzima yu anamjua. Kazi yake sio ndogo, nitakupeleka shoga yangu. Tatizo lake ya nyinyi wasomi hamwamini ushirikina, ila ushirikina upo, si unaelewa? Sisi wenzenu watu wa kijijini hatuamini sijui usomi usomi sana, sisi tunaamini ushirikina. Mambo ya kishirikina yanaisha kishirikina, ili tutalimaliza kishirikina. Shoga yangu, usiza kwe Asumani Salumu, njo njo na mbege. Ukinywa pombe usilewe. Utangu shagogo. Si unanielewa? Ndo mambo tunaweza sasa. Jichangani, shoga yangu, limeisha. Mimi nitakusimamia. Limeisha, shoga yangu, gesi wewe, tulia. Mimi nitakusimamia. Mchuzi wa mbua unanywa ukiwa moto, ukipoa haunyweki. Subiria, hili nalisimamia, lisimamia mimi. Tulia, tulia, hili limeisha shoga yangu. Hey, hey. Mi natoka kuna mahala naenda, ila nikirudi nahitaji kuwafanyia kinga, wewe pamoja na mjomba Kata. hivyo mnatakiwa kujiandaa kwa wakati huu ambao mi natoka, na nyinyi muwe sawa. hakuna kingine cha kuandaa? mm -mm. Nyinyi muwe kwenye maandalizi. Nimekuelewa. hakuna kingine cha kuandaa zaidi ya nyinyi wenyewe tu kujiandaa. Sijapenda tabia ambayo umeifanya ni kwa nini umeenda kumwambia Mjomba Kata kuhusiana na baba yake? Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini ufungwa tujaviona, watu wanaobadili mchana kuwakiza kama ubaya wa mwachi, Mungu analipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona. wanaitwa Mekwa. Mekwa kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale yanaviusa.